Dani alinyamaza, hakujua kama ni penzi au mchezo wa hatari, lakini alijua ameonja kitu kitu kilichojaa tamu, yani tamu ya mama mwenye nyumba. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya pili, na sasa tunaendelea katika sehemu ya, ya simulizi hii ya tamu ya mama mwenye nyumba. Langu jina ni Mr. A Romantic, kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Basi tusonge katika mwendelezo huu wa sehemu hii ya tatu. Siku tatu zimepita tangu usiku ule wa moto kati ya Dani na Letisia, lakini moto ule haujazimika. Umeendelea kuwa kimya kimya, kama jivu la makaa likisubiri upepo mdogo uwashe tena wamekuwa wakionana kwa macho, wakinongonezana wakia koridoni, na mara kadhaa Leticia humtembelea Dani usiku akiwa na visingizio vya kuomba chaji, maji ya kunywa au hata kupoteza funguo. Saa sita mchana mjini Sinza blok D, Dani alikuwa ametoka sokoni. Mikononi alishika mfuko wa plastiki uliokuwa na matunda na chupa ya juisi. Alipofika mlangoni kwake, alisikia mlango wa jirani ukifunguliwa. Sauti ya miguu laini ikasogea nyuma yake. Aligeuka. Macho yakamtambua mara moja: mwanamke mrefu mweupe kiasi, mwenye macho yenye mvuto wa pekee, nywele ndefu zenye mawimbi zikielekea mabegani, na midomo ya pinki iliyopakwa kwa ustadi. Habari ya majirani, alisema kwa sauti ya kuvutia huku akimwangalia Dani kwa tabasamu. Poa tu. Wewe mpya? Ndiyo, jana nimehamia. Naona uko peke yako hapa, unahitaji mtu wa kukuletea chakula wakati mwingine. Dani alicheka kidogo. Sipingi msaada. Karibu mtaani. Asante, jina langu ni Vanessa. Akamletea mkono laini wa moto. Dani alihisi msisimko, lakini kabla hajajibu mlango wa nyuma ukafunguliwa. Letisi alitoka akiwa amevaa dera jeupe lililombana mwilini, miguuni bila viatu. Macho yake yalielekezwa moja kwa moja kwa Vanesa, halafu yakamwangalia Dani kwa sekunde kadhaa. Hakusema chochote, lakini ilitosha Vanessa, Leticia alisogea karibu sana. Hapa kila mtu anapendana, lakini pia tunajua mipaka. Vanessa alitabasamu kwa ujanja, hakika, naamini utanikaribisha kwa moyo mkunjufu. Kwa moyo mkunjufu, ila si kwa kila kitu. Maneno hayo yalimchoma ndani moyoni, alijua Leticia anaanza kuhisi wivu, na kwa upande mwingine, Vanessa hakuwa mwanamke wa kawaida alikuwa wa aina ile inayojua anachotaka. Basi usiku wa pili, saa tatu Dani akiwa amepumzika kitandani, ujumbe ukaingia. Vanessa: ungependa kuja upate juisi? Nimeitengeneza mwenyewe na niko peke yangu. Alitazama meseji hiyo kwa dakika kadhaa, alafu akajiambia, ni juisi tu na ni jirani tu. Alienda. Mlango wa Vanessa ulipofunguliwa, harufu ya manukato ya vanila ilimkumba. Mziki wa taratibu wa jazi ulisikika kwa mbali. Vanessa alikuja na glasi mbili mkononi. Napenda wanaume wanaojua kunyamaza, wanaokuelewa bila kusema, alisema huku akimkabidhi juisi. Na wewe unapenda wanawake wa aina gani? Daniel alihisi pumzi yake ikikatika kwa muda. Vanessa alikuwa ameketi karibu sana, gauni lake refu limeachia mapaja. Aliinamia kidogo Dani na kusema, niko kwenye kipindi kigumu, nataka rafiki mwenye mwili wa joto. Maneno hayo yalikuwa kama mtego wa tamaa, lakini Dani alijiinua haraka. Vanessa, ni usiku, nafikiri tutaongea kesho. Vanesa alinyamaza kwa sekunde. Ni sawa, lakini ukirudi, usichelewe sana. Mapenzi haya ngoji. Letisia alimpigia Dani saa tano asubuhi akamwita ndani. Unapenda chai ya tangawizi? Ndiyo, inaniamsha. Alipofika ndani, Letisia alimtazama kwa macho ya shaka. Ulikuwa wapi usiku? Nilikuona ukitoka kwa Vanesa. Aliniita kwa juisi tu. Juisi? Dani, unacheza na moto usiojua. Huyo binti sio wa kawaida na ana historia chafu. Alikimbia mtaa wao kwa sababu alihusishwa na kuharibu ndoa za watu. Unamaanisha nini? Letisi alimsogelea akamshika bega. Mimi na wewe bado tuna moto wetu na tuna upendo wetu wa dhati, usialibu kwa kuingia kwenye shimo lisilo na mwisho. Dani alihisi joto la maneno yake, lakini kabla hajamjibu Letisia alimvuta kwa nguvu, akambusu kama mtego, kama kumiliki, kama kumwambia huyu ni wangu usiku. Saa nane, dani alikuwa amelala kitandani akasikia mlango wake ukigongwa tena polepole. Pole alifungua na alipofungua, Vanessa alikuwepo nje. Tena alikuwa na chupa ya waini mkononi na alivalia gauni la kijivu lililokuwa fupi zaidi ya kawaida lenye kumtamanisha mwanaume yoyote yule, aliyekuwa amekamilika na kunyonya maziwa ya mama barabara. Basi, nashindwa kulala, nataka tuwe na usiku wa maongezi, tafadhali usifunge mlango. Dani alimtazama, moyo wake ukicheza dansi ya wasiwasi. Je, akiingia tena kwa Vanesa, atasaliti kile kilichojengwa kati yake na Letisia? Lakini kabla hajajibu, ghafla Leticia alifika mlangoni kwake. Dani aligonga kwa nguvu, uko ndani? Vanessa akamkazia macho, kisha akasema kwa sauti ya kujaribu, sema niko kwako, nione kama utasema ukweli au upendavyo hofu. Dani alibaki amesimama katikati ya milango miwili, mmoja ukiwa na moto wa zamani na mwingine ukiwa na moto mpya, yaani kwa Leticia na kwa Vanessa, akiwa hajui ni wapi kwa kwenda. Basi ndani yake kulikuwa na hatari isiyokifani. Alijiuliza ni lipi atakalolifanya, ama kuchakua amwambie Leticia au anyamaze. Hii ni sehemu ya tatu ya simulizi hii nzuri